Vita ya wa Wakenya wawili ambao wanakutana uh, katika ardhi ya 255 nchini Tanzania, na tena katika uwanja wa Tanzanite Kwala. Uh, ni mechi ambayo inabeba mechi waliokutana ya kwanza msimu wa kwanza. Uh, Fountain alikufa mabao mbili kwa sifuri. Uh, CCM liti, ni mechi ingine tena ya kujiuliza. Uh, siku ya leo vita ya ndugu wawili Kiachana na Wakenya wawili makocha wanakutana mm. lakini hawa pia tunasema kwamba walikuwa ni ndugu wawili mm. baba mmoja mama mmoja lakini baadaye wakaenda kutangana vita mm, <laughs> anyways <laughs> kwa jinsi ambavyo timu zote mbili zinacheza mm. uh, kuna, kuna, kuna mpishano wa, wa, wa miundo ya, ya timu zote mbili mm. inapokuwa na mpira bila mpira lakini generally hakuna timu uh, kati ya hizi zote mbili ambazo Uh, wanajaribu ku control moments za mpira muda mwingi, wanacheza katika zile actions moja moja, kwamba tunapopata mpira tutafanya nini baada ya pale tutarudi, yani ku, kuishi zaidi na mpira ku possess mpira muda mrefu, si timu zote zingine zikiwa zinafanya hivyo, na nawaelewa hasa kwa Singida Black Stars kwa sababu, uh, ujue Singida bado ni timu ambayo inatengenezwa. Uh, angalia kundi la wachezaji ambao ambao wako nao Alafu angalia pia ni ya na uh, yes, anakuja huko. Yes, na anakuja huko. Kwa sababu ukiangalia Singida yani kama vile Fountain wao hawatengenezwi, na anakuja huko ah, <laughs> na, na, na, na, na, na, na, na kitu kizuri kwa Fountain ni kwamba kwa muda mfupi kwa kujua wachezaji ambao wako nao si wa klasi ile fulani ya juu sana mm. Lakini waliweza kukaa kwa muda mfupi kidogo akawa anapata matokeo tena, ukiwa huko akiwa anafunga magoli mengi, ingawa walikuwa wanaruhusu magoli pia mengi, lakini kwa faida yao ni kwamba walikuwa wanafunga, aa, magoli mengi, aa, ni eneo ambalo ni kwa, aa, ni eneo la kiufundi ambalo ni bora sababu angalia timu nyingi za madaraja ya, ya, ya, kama ya la Fountain zimekuwa zifungi magoli mengi kutapaka game wiki hii, aa, timu ina goli kumi na tatu na goli kumi na mbili, kwa hiyo kwao ni faida hasa kwenye eneo lao la kiungo as a team. hatuchezi kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Ingawa sasa, utofauti ambao upo baina ya hizi timu mbili ni kwamba aa zote inawezekana. Uh, kuna makosa ambayo wanakuwa wakiyafanya hasa ya kiulinzi, uh, ingawa sasa Fountain Gate wamekuwa wakizidisha yale makosa ya kiulinzi na hasa yamekuwa yakifanywa na mchezaji mmoja mmoja ambao wanakuwa wanacheza kwenye eneo hilo, kwa mfano kwenye eneo lao la mabeki wa wawili, wakati uh, Jackson Shiga pamoja ambaye, sasa hivi, uh, toka alivyoingia kutoka Coastal Union amekuwa akicheza pale pamoja na Laurian Makame. Uh, wana, uh, kuna, kuna, kuna nyakati nzuri ambazo huwa wanakuwa nazo lakini kuna blanders, uh, chache chache ambazo huwa wanazifanya alafu kwa bahati mbaya sana zimekuwa zikigharimu timu. Sasa kwa aina hiyo ya uchezaji, uh, unaenda vipi kukabiliana na wale washambuliaji wa, wa Singida Black Stars ambao, uh, unajua na Thanso ambaye ndo muda mwingi atakuwa anacheza katikati ya nyinyi defenders wawili ambaye yeye ni striker, ha, hawi na, na, na movement nyingi sana nje ya box. Muda mwingi anakuwa kwenye box kwa sababu ana uhakika wa kutengeneza nafasi kutoka nje ya box kutokana na wachezaji ambao uh, wanacheza katika eneo hilo, una una una una una maarufu chake ambaye atacheza nyuma ya mshambuliaji, passing game yake ambavyo namna inakuwa, kuna wakati ni, ni, ni dribbler pia mzuri, ana uwezo wa kukokota mpira na kuingia kwenye boxi kupiga vipass. Atakutana na na, na, na na Jonathan Soe ambaye mara nyingi amekuwa akipiga zile uh, tapins kwa sababu ya aina ya nafasi ambazo zimekuwa zikitengenezwa na kina Emmanuel Keke ambao pia inaina wachezaji ambao uh, wakati ambapo unahitaji mipira mingi idondoke katika boksi wamekuwa wakiidondosha. Kwa hiyo mnaweza vipi mkakabiliana na wachezaji wa namna hii? Ingawa pia kwa aina ya, ya, ya, ya viungo wa ulinzi wa Singida Black Stars, pia nao wana maswali ya kujiuliza kwa sababu ikitokea wachezaji wa Fountain Gate uh, wakapata nafasi mfano Salum Kiimbwa anapata nafasi kwa kasi ambayo yupo naye yupo nayo kwa upona kwa, oa kwa, asasa pia walinzi ambao wanacheza kwenye eneo la, Singida Black, la Singida Black Stars mara nyingi wale ni, ni reactive. Wanasubiri tukio litokee ndio waweze kureact. Kuna nyakati unaweza uh, ikawa ngumu kwako kuweza kwa kwa kugundua uh, ni nani ambaye ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni sweeper kwamba anatoka kwenda kusipu mpira na nani ambaye anakuwa anabaki nyuma kukava, au nani anacheza kama namba nne, nani anacheza kama namba tano. kwa hiyo uh, ikitokea sasa uh, hawa wachezaji wanakuwa na siku nzuri mchezoni, it means kwamba kuna movements ambazo ina, ina, ita, itakufanya wewe uweze kuruhusu goli. Kwa mfano mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Pamba Jiji ulikuwa ni mchezo ambao magoli ambao waliyafunga Pamba Jiji magoli ambayo aliyafunga eh, Matthew Tegis Momani alitokana kutokana na, na, na udhaifu au uh, ambao wako nao hawa wachezaji pale ambapo timu inakuwa inapoteza mpira, plus ni, ni, ni wachezaji wangapi wanaocheza kwenye eneo la ushambuliaji ambao watakuwa wako willing kwenda kupresi mpira pale ambapo timu inakuwa inapoteza mpira. Kwa hiyo unakuta sasa kundi la wachezaji ambao wanazuia timu ikiwa haina mpira ni wachache kuliko wale ambao wanareact timu inapokuwa ina mpira. Kwa hiyo uh, kwa namna hiyo, kuna wakati ambapo timu inakuwa inapoteza balance. Kwa hiyo uh, kuna nyakati ambazo hauhitaji kupiga pasi nyingi tena, hasa kwenye eneo la katikati hapo hapo katikati wanapocheza wakina, wakina Damaro kuweza kufika mpaka katikati ambako wako, wako wale masenta bako wawili, kwa hiyo bado hilo ni, ni, ni, ni, ni fumbo ambalo naamini David Ouma mara nyingi amekuwa akilifanyia kazi uwanja wa mazoezi kwa sababu kila mwalimu anauona uh, udhaifu wa timu yake, lakini sasa pale ambapo anakutana na timu pinzani ambazo zina uwezo wa kuexploit hayo madhaifu na akayatumia. Mfano nimetaja Pamba, kuna mfano mwingine pia wa KMC, inawezekana uh, Singida Fountain Gate. Aka, uh, aka, aka, aka na siku nzuri mchezoni na akaweza kuexploit hizo hayo uh, madhaifu ambayo mpinzani anakuwa nayo na akayatumia na akaweza kumwadhibu, ingawa nawatizama na zaidi Singida Black Stars. Katika nafasi ya kuweza kushinda mchezo au kufunga magoli kutokana na, na jinsi ambavyo safu yao ya ushambuliaji imekuwa ikicheza, kasi ambayo wamekuwa wakiwa nayo hasa wakiwa na mpira kuliendea lango la mpinzani, plus madhaifu ya, ya kiulinzi ambayo ya kiujumla ya muundo wa timu, plus madhaifu ya mchezaji mmoja mmoja ambayo wamekuwa nayo wachezaji wa Fountain Gate kuelekea mchezo husika uh, ingawa pia naamini awezekana timu zote mbili zikafunga magoli kutokana na kwamba wote kuna aina fulani ya madhaifu ambayo wako nayo, kama vile anafanana na wote kwenye maeneo hayo, kuna namna fulani ambavyo wachezaji wao wanaocheza kwenye eneo hilo akina Willi Ediga, akina Salum Kiimbwa uh, utakuja kuwazungumza uh, kina Jonathan, so wamekuwa wakiweza kutumia madhaifu ya namna hiyo. Kwa hiyo utakuwa pia ni mchezo mzuri wa kuweza kuutizama. Sawa uh, tuangazie takwimu za timu zote mbili jinsi ambazo wamecheza mpaka hivi sasa katika michezo ya ligi kuu ya NBC. Fountain Gate uh, wao takwimu zao zipoje? michezo ishirini na tatu. Ushindi katika uh, michezo nane, sare katika michezo minne, kupoteza michezo kumi na moja, magoli ya kufunga 28, na mabao ya kufungwa arobaini, alama ni ishirini na nane, nafasi ni uh, saba. Hiyo ni kwa upande wa Fountain Gate ambao kwa sasa wanafundishwa na mwalimu Robert Matano, wakati Singida Black Stars wenyewe msimu huu michezo ni ishirini na tatu, ushindi katika michezo 13, sare michezo mitano uh, kupoteza michezo mitano, magoli ya kufunga 32, magoli ya kufungwa 19, wana alama 44 na nafasi ni ya uh, 4 mpaka hivi sasa. Faraji, uh, uh, takwimu hizi bila shaka yoyote yani, uh, Black Stars wamejipambanua kwamba ni timu ya tofauti sana <coughs> lakini kwa matano ana jambo la kujiuliza kuhusiana na mechi ya leo yeah kwa kwa hizo takwimu unapata picha kwamba uh, Singida Black Stars uh, wamekusanya au wamefanya vizuri zaidi ukilinganisha na, na, Fountain Gate. Na nimependa uh, uh, kitu ambacho ameongea matano kwamba yeye anaongelea ana, ani anajua ndiyo Singida Black Stars ni, ni timu nzuri ama ni timu bora lakini yeye anaangalia timu yake zaidi. Sasa kwenye kuangalia timu yake zaidi Uh, kuna vitu vya msingi ambavyo kocha yoyote anajua namna ambacho anafanya kwenye uwanja wa mazoezi manake, tunaingia uwanja wa mazoezi kutreni kujiandaa na wapinzani tofauti tofauti kwenye, kwenye ligi, na kwa sababu kwenye ligi wapinzani wanapishana pia uzito, ndio maana game approach huwa inabadilika. Sasa uh, Fountain Gate, ukiangalia kwenye namba ambao uh, angalia magoli ambayo yameruhusu, magoli arobaini Hamisa ameongea vizuri sana kuhusu namna na ambavyo moja kwa moja unaweza ukagusa kwenye madhaifu binafsi ambayo kitakwimu unaona kabisa, unaweza akawa amehusika kwenye magoli. Lakini mpira wa miguu kwenye huo mgawanyo umegawanyika katika maeneo matatu. Kuna individual tactics ambazo endapo utafanya vizuri, unaipa timu faida. Kinyume cha kufanya vizuri ni vibaya, maana ndio tunakuja individual mistake. Lakini kuna uh, ile group tactics sisi watatu katika watu kumi tumetengeneza goli kupitia, kupasiana watatu, timu imenufaika. Lakini tukifanya tofauti katika eneo ambalo lina hatari, maanake tunaweza sisi kama watu wawili ama watatu tumehusika kwenye ufungaji wa goli, lakini timu sisi kumi na moja ama kumi tumehusikaje kuipa timu faida? Ndo maana pia wakati mwingine tunasema ni collective mistakes, kwamba wote tunahusika kwenye hili tatizo kwa sababu lilianzia juu, wakaja katikati mpaka huku tukafikiwa. Sasa ukiangalia hapa magoli ambayo yamefungwa kwa ujumla, ndio unaanza sasa, je Uh, Ryan Makame na Jackson Shiga, akina Kibailo namna gani ambavyo anaweza kaenda dhidi ya CJ Poko uh, uh, huyu, huyu, ya mara kwa mara Malaki tegemea kuona asasoa atanufaika na nini na hizo na nafasi kuzikonveti, lakini wakati unaongelea ubora wa, wa Singida Black Stars hakuna timu ambayo haina udhaifu. Yani wakati unaongelea ubora wao nao pia wanafungwa na kwenye aina mojawapo, ambayo unaona ni shida sana kama opponent watakuwa makini, especially Fountain Gate kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wanapatikana. Uh, Anthony Trobita, Kennedy Juma ni center backs ambao mara nyingi wakianza pamoja unaweza ukapata faida sana, kwa sababu yule... yes, yeah. mpya eh? Frank. Frank mm. yeah, alafu kuna manyama ambaye naye yupo pale kama center back anacheza sana katikati yeah. ukiangalia tabia zao ama sifa zao mm. alafu ukamchukua mchezaji kama William Edigar, Salum Kihimbwa unaweza ukasema uh, pia unaweza ukawa na faida kwa sababu kwenye kasi usitegemee sana Kennedy Juma, anaweza kapishana na Salum Kimbo kwenye kazi. Kwa hiyo ni faida mojawapo endapo mara nyingi wao watakuwa wanasogea juu ya lango la Fountain Gate. Fountain Gate wakiokota mipira, una William Wediga ambaye anaweza kakimbia sana manake. Uh, uh, kama akianza Kennedy ama atrabita, manake atakuwa anasoma jezi ya nani? Yaidi, ya yaidiga maanake tayari kuna space ambayo inapatikana, unaweza akanufaika. Kwangu naona inawezekana ikawa ni rahisi Singida kupata matokeo, lakini pia Fountain Gate ana namna ambavyo anaweza akafunga. Sawa, ni mchezo huo wa ligi kuu ya NBC, lakini kumbuka pia uh, mchezo mwingine pia utakuwa ni kati ya KMC ambao wenyewe watakuwa wanakaribisha Tanzania Prisons wa jera jera. Kumbuka mechi hii itachezwa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jini Dar es Salam saa kumi. Uh, tuangazie takwimu za timu zote mbili kwa wakati huu hapa. Wenyeji KMC wao takwimu zao zipoje mpaka hivi sasa kwa michezo ambayo wameicheza ambapo walianza na Abdhamid Moli na kisha sasa wapo chini ya Kadi Ongala. Takwimu zao zipoje KMC uh, ambao wanacheza nyumbani leo hii? KMC hawapo wamecheza michezo ishirini na tatu ushindi ni katika michezo sita, wamepata sare katika michezo sita, wamepoteza michezo kumi na moja magoli ya kufunga ni kumi na sita wakati wamefungwa magoli thelathini na nne nusu ya magoli wamefungwa ya wale ambao wamefunga. Uh, alama ni ishirini uh, na nne, wako nafasi ya kumi na moja. Kumbuka Namungo ana alama ishirini na tatu yupo nafasi ya kumi na mbili. Pamba Jiji ana alama ishirini na mbili yupo nafasi ya kumi na tatu kwao, unaweza kuona hapo vita ni kubwa, lakini wenyewe uh, Tanzania Prisons michezo ishirini na tatu ushindi michezo minne sare michezo sita kupoteza michezo kumi na tatu magoli ya kufunga kumi na mbili mabao ya kufungwa ni thelathini na moja wana alama kumi na nane nafasi ya kumi na tano Iwapo wakipata ushindi leo hii watafikisha alama ishirini na moja na bado wataendelea hapo. Uh, ishirini na moja kidogo kwa sababu ukiangalia uh, waju wake hapo wana ishirini na mbili wana ishirini na tatu ishirini na nne lakini bado atakuwa anajisogeza zaidi uh, kali anajiuliza tena leo hii. Lakini jana mwalimu Amani Josia wakati wa, wa press conference alisema kwamba urejeo wa wachezaji wake kama wanne au watano hivi unazidi kuongeza nguvu, akiwataja Salom Kimenya, Jumanne Mkaza, Alifadhil alimtaja Jeremia Juma, alimtaja Wema Sadoki, alimtaja Benongasa kwamba anarudi. Wachezaji wake watano wanaenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Tanzania Prisons. Binafsi nilikuwa nasubiri kusikia injury updates za hawa wachezaji zipo kwenye namna gani, kwa sababu ni wachezaji ambao wanapokuwa wanapatikana mfano kama Wema amekuwa kuna wakati akipea pale katikati pamoja na na na na Mwashilindi. Uh, eneo la ushambuliaji sasa hivi ni kama Beno Alfan Gasa ndo amekuwa akibeba ile timu kwenye mabega yake. Mara nyingi amekuwa akihusika katika kutengeneza nafasi pamoja na na na na kufunga, sababu Adamu Adamu yes, yuko pale, lakini si kwa jinsi ambavyo anacheza. Ni mchezaji ambaye atakupa vitu vingi zaidi ya magoli ambayo atayafunga. Inawezekana katengeneza nafasi, lakini kwenye kukonvert sasa Uh, ye kutengenezewa nafasi na kuziconvert kufunga, kuna ugumu ambao unakuwepo. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji wako ambaye ni wa muhimu tena, hasa katika eneo ambalo kuna namna fulani mpinzani wako inawezekana ukamwadhibu kupitia eneo hilo, kutokana na makosa ambayo amekuwa akiyafanya, ni kitu kizuri, ila cha msingi ambacho nata, uh, natamani kukiona kwa Tanzania Prisons ni kuwa kupunguza distance baina ya mistari yao ya kiulinzi

watu unapaswa kujua kwamba mpira unatamanisha. Kwa hiyo mpizani anapokuwa anapiga pasi uh, kwenye eneo lake anakuvuta, ina maana kwamba huku nyuma uh, magepo ambayo utayaacha. Kumbuka walinzi ambao uko nao si walinzi ambao wana kasi ya kuweza kukabiliana na mipira ambayo itapigwa nyuma timu ipo. Na, na naamini hata yeye mwenyewe atahitaji ata, ata, ata timu yake icheze kama timu ya pili uwanjani ili kuweza kuexploit madhaifu ambayo wamekuwa wakionyesha KMC, kwa sababu KMC jinsi ambavyo wanakuwa wanacheza Juma Shemvuni kwenye eneo la katikati pamoja na stopa, juu yao atacheza pipino labda Fredi Tangalo na Kenny Ali Mwambungu depending na eneo ambalo atahitaji siku hiyo acheze. Ibrahim Elias kama atacheza kama namba kumi, kuna wakati anaweza kacheza Redemptus kwenye eneo la kama namba kumi na moja ambapo si si mchezaji asilia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo nakuonyesha kabisa kwamba kuna kuna kitu fulani kinakosekana kwenye timu mpaka mchezaji ambaye ni kiungo anakwenda kuchezeshwa kwenye eneo la, la, la, la pembeni lakini kwenye eneo la, la, ushambuliaji kitu kizuri ni kwamba wana Oscar kwenye eneo hilo ambaye amekuwa akijitahidi kuconvert nafasi uh, zinazotengenezwa kuwa magoli. Kwa hiyo ni eneo jingine na ndio maana wakati nazungumza kwamba uh, Tanzania Prisons wajitahidi kupunguza distance baina hi, mi, mi, mi, baina ya mistari yao. So, game kesho pia Azam Football Club kupambana na KenGold. KenGold ambayo uh, kuacha alama moja ama kubeba tatu limekuwa ni jambo la ukubwa kwenye duru la pili. Ya, na na kitu kizuri kwao ni kwamba kwa sasa hivi timu yao unaiona mm. kuna juu kwenye timu ya mpira wa miguu, si tu kucheza kwenye mfumo mm. si mbinu hapana. Kuna vitu vingine ambavyo ni basic, inabidi morali ya timu iwe juu, upambanaji wa wachezaji uwanjani, kila mmoja avuje jasho kwa ajili kwa ajili ya nembo ya timu yake. Na ndicho ambacho unakiona sasa hivi, ndio maana ina kuna wakati wewe inanipa inanipa ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina wasawa kusema kwamba inawezekana wakajinasua weza wakuto kushuka daraja ama kucheza playoff isipokuwa sasa issue ni kwamba mm. kuna nyakati ambazo kuna mechi ambazo wanapaswa kushinda mm. Mm. ila wanakuwa wawanaokota wana, alama moja hiyo kidogo sawa wakati huu hapa twende tukaangazia taarifa nyingine ambapo kikosi cha Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kipo nchini Morocco kikishiriki michuano ya AFCON under 17 ambapo wanajiandaa na mchezo dhidi ya Uganda kuelekea katika mchezo huo Kocha mkuu wa kikosi cha Serengeti Boys Agrey Moris Ambrose amezungumzia kusema matayarisho ya kikosi hicho cha Serengeti Boys kinachozidi kujifua nchini Moroko nakutana na nakutana na, ko na, na kocha wa kikosi hiki si mwingine ni Beki Kitasa wa zamani wa Azam FC ambaye kwa sasa hivi amepewa jukumu la kunoa kikosi hiki cha Serengeti Boys, na tuzungumze naye Agrey Morisa, tuambie kila ambacho anakiona ndani ya kikosi baada ya mchezo wa kwanza dhidi ya Zambia kupoteza kwa mabao manne kwa moja. Nini ambacho anakiandaa katika michezo miwili iliyosalia ambayo ni michezo ambayo inaenda kuamua hatima ya Serengeti eh, Boys. Uh, kocha Agrey, kwanza nikushukuru sana kwa jinsi ambavyo jana umetupa ya mpira mzuri lakini dakika tisini hazikuwa nzuri sana kwetu. Asante. <coughs> E, kikubwa jana tulicheza mechi tumepoteza na tulifanya makosa tumeyaona. E, leo tumekuja kwa ajili ya kuweka mwili sawa e, wachezaji kutokana na jana walikuwa na fatiki na bii, leo kwa vote tuna rekava kidogo, ili kila mmoja kurudisha mwili wake katika hali iliyokuwa nzuri, kuhakikisha tuna siku ya kesho tunaendelea na kusolve ma problems zimetokezea, na pia kuwaendeleza mipango iliyokuwa ya jinsi ya kuwakabili Uganda katika unaofuata. Tumeona ukiwa uh, kambini pale Misri umecheza michezo ya kirafiki, michezo ambayo ilikuwa na matokeo mazuri sana kwa Serengeti Boys. Hebu tuambie uh, michezo ile mit, itatumika vipi kuenda kuwakumbusha vijana wetu wa Serengeti Boys kwamba wana namna ya kutumia michezo miwili iliyosalia dhidi ya Uganda, dhidi ya Moroko, kuweza kupata alama sita ambazo tunazihitaji Tulicheza mechi za kirafiki, zile mechi za kirafiki katika competition, unajua kila timu inakuwa ina makini ya juu. Kwa hiyo tumekaa na wachezaji wetu, tumeongea nao, tumwafisha jinsi mashindano yanavyotakiwa kuwa, kila mmoja anawajibika katika nafasi yake kwa asilimia ya tamia na kumi, ili kuhakikisha tunaziba yale mapengo ambayo kwa tumeacha, ili tufanikishe mechi yetu inakuja mbele ya Uganda, ili tuweze kupata matokeo tukutana na Uganda kwenye uh, SEKAFA uh, pale nchini kwao kwa, kwa maana ya Uganda wakatufunga magoli mawili kwa moja katika mchezo wa mwishombaai. Uh, unaiona ni mechi ya gani dhidi ya Uganda, lakini dhidi ya Moroko ambaye ameshinda magoli matano katika mchezo wake wa kwanza dhidi ya Uganda, huyu ambaye tunaenda kumvaa na Moroko ambay tutaenda kumvaa na magoli yake matano Uganda. Amefunga ni mechi ya Uganda, hii ni mechi tofauti, ukiangali tunatoka ukanda mmoja hiyo mpira wetu unaendana kwa kila mmoja, anamjua mwenzio. Kwa hiyo sote hiyo, tuko tayari kama technical bench, tumefahamu. Kwa hiyo ndio maana tukasema tunarudi katika uwanja wa mazoezi kulifanyia kazi. Tunaheshimu Uganda, ni mechi, timu nzuri inocheza kwa nidhamu na ukiangalia mechi na kama fainali kwa kila upande, kuhakikisha kila mmoja apate matokeo, kuhakikisha ndoto yake ya kusonga mbele inaendelea. E, ya msingi mechi tutaifanya kazi ili kupunguza makosa na yale mazuri kwa tumeyafanya, ili tuendelee kuyafanya zaidi, ili tuweze kufanya kitu kilichokuwa bora, tupate matokeo katika mechi yetu na kuja mbele Hey, uzuri madifenda wote hapa, unaona kweli wakiendelea kama hivi na tuendelea kuwapa mafundisho kweli wana future nzuri kwa ajili ya faida yao, na wengi <coughs> wanaweza ata kanipita mimi, kwa sababu wao ni muda sahihi wao kwanza kuwafundisha ili kuelewa vitu vikubwa zaidi vya kwenda kuendeleza katika future yao ya mbele, na waona wanafanya vizuri na watafika mbali zaidi. Asante sana kwa huyu ni kocha Agrey Moris, ni kocha mkuu wa kikosi cha Serengeti Boys ambacho kipo hapa nchini Moroko katika mji wa Mohamedia kwa ajili ya mashindano ya Afcon Under 17. Tukizungumza naye hapa na amezungumza mengi ikiwemo maandalizi ya michezo miwili ambayo imesalia, kwa maana ya mchezo dhidi ya Uganda lakini mchezo dhidi ya Moroko. Nam hapa ni Mohamedia. Kumbuka kwamba kikosi cha vijana chini ya umri wa miaka kumi na saba kipo hapa Moroko kwa ajili ya fainali za Afcon chini ya umri wa miaka kumi na saba tayari kikosi kimecheza mchezo mmoja lakini kikipoteza kwa mabao manne kwa moja dhidi ya Zambia. Mchezo mwingine unafuata dhidi ya Morocco, lakini pia mchezo mwingine dhidi ya majirani Uganda. Lakini hapa nipo na meneja wa kikosi cha Serengeti Boys maarufu kama uh, kwa jina hilo bila shaka unakifahamu uh, Elieneza Senganzelu azungumze nasi kuhusiana na hali ya kikosi, ilikuwa vipi tangu kwenye kambi pale nchini Misri mpaka kikosi kinawasili hapa nchini uh, Morocco. Elieneza, tumeona uh, hivi karibuni vikosi vya timu zetu za taifa vikipata huduma bora zaidi kwenye, kwenye kambi zao. Tuambie, utofauti wa uh, kambi hii ambayo mko nayo hapa na ile ambayo ilikuwa Misri, kuna chochote ambacho kimebadilika? Uh, kwanza tunashukuru kuwa tumepata muda wa maandalizi wa kutosha. Uh, tulikaa Misri toka tarehe kumi na mbili mpaka tarehe ishirini na nne na tulifanikiwa kucheza mechi nne za kirafiki uh, za international. Uh, vijana wako tayari kwa ajili ya kupambana. Of course jana tumecheza mechi moja na kupoteza lakini ni, ni sehemu ya mchezo sio? Ukijiandaa, huu ni mchezo wa mbinu. Kwa hiyo kama kuna vitu havijenda vizuri kidogo, inakuwa inakuwa inaleta wakati mgumu, lakini kama unavyoona leo tuko kwenye maandalizi kwa ajili ya mechi ya pili na Uganda ambayo tutaicheza siku ya tarehe tatu. Kwa hiyo, tuna tunajiandaa na tuko tayari pia kwa ajili ya kuweka kila kitu sawa ili kuweza kuingia kwenye mechi hiyo kwa sababu kwetu sisi ni kama fainali. Tumepoteza mechi ya kwanza, kwa hiyo tunahitaji, lazima mechi ya pili tushinde ili tuwe na nafasi ya kuendelea. Naam, kikosi bila shaka kimefikia sehemu ambayo, uh, ni nzuri kwa ajili ya kujiandaa, na tangu tuki, uh, kikosi kikiwa Misri, kuna namna ambavyo unaona kwamba kambi zote hizi mbili, ya Misri na hii kambi ambayo iko hapa uh, Moroko, zimesaidia sana vijana kuwa sawa. Ya of course mazingira ya hapa ni mazuri tofauti na mazingira yetu. Japo changamoto ndogondogo zinakuepo hasa kwenye unajua watoto wamezoea vyakula vyetu wamezoea kula maybe wali, ugali, marage ambavyo vinapikwa kivyetu. Kwa kwa hiyo kija huko vyakula vinakuwa tofauti, lakini uh, wamejitahidi kuadapt kwa sababu toka tumekaa hizo siku za Egypt, maana yake vyakula vilikuwa tofauti na walishaanza kuweza kula vizuri. Uh, na hapa tumefika pia kuna utofauti kidogo, lakini kwa sababu walisha adapt kwanzia uh, Egypt kwa sio mbaya. Kwa hiyo hoteli ni nzuri uh, vyakula ni vizuri, mazingira ni mazuri na tuko tayari, yaani hatuna excuse ya kusema kwa kuna kitu ambacho hakiko kizu, uh, ni changamoto ambayo inatufanya tusifanye maandalizi uh, vizuri. Sasa neno la mwisho ambalo unaweza ukazungumza na Watanzania kuhusiana na, wa na maandalizi ambayo kikosi chako unaona ya kikifanya juu ya mchezo wa Uganda, lakini pia mchezo dhidi ya Morocco, michezo miwili iliyosalia, nini ambacho unaambia Watanzania juu ya michezo hii? Aa, nafikiri ni zaidi sana tuna tunahitaji sana watu pembeni, tuna tunahitaji watu of course, shirikisho linafanya kazi kubwa sana kuandaa timu na unajua kazi ya kuandaa timu sio shughuli ndogo, kukaa na watoto kwa miezi mingi na kuwalisha na kuwasafirisha ni kazi kubwa. Aa, serikali pia itusaidie sana, kwa sababu of course hii ni timu ya taifa. Kwa hiyo serikali inapokuwa karibu na sisi vijana aa, wanapata nguvu pia, kwa hiyo nafikiri support pia wananchi inahitajika sana kwa sababu jinsi ambavyo tunawapa moyo ndio jinsi ambavyo wanaweza kufanya vizuri, sio. Mangasole Edward akiweza kutupatia ripoti hiyo kutokea nchini Morocco na kikosi cha Serengeti Boys, na tuambie, tuwatakie kila laheri katika michezo iliyobakia dhidi ya Uganda pamoja na Morocco lakini